Ni dhahiri siku zimesonga mbele na wananchi wanatarajia kufanya maamuzi kumchagua rais, mbunge na diwani tarehe 29 mwezi huu. Utambulisho huo rasmi wa waangalizi wa uchaguzi unaashiria jukumu lao la kufanya tathmini ya mwenendo wa mchakato mzima wa uchaguzi kuanzia sasa, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wenyewe. Spika mstaafu wa Bunge la Malawi ndiye aliyebeba jukumu la kuongoza tume hiyo ambapo kwa mujibu wa taarifa za awali wameangazia katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu ikiwemo kampeni za vyama mbalimbali vya, mbali vya siasa na ushiriki wa wananchi kwenye kampeni hizo. we'll tumeridhishwa na hali iliyopo, lakini tunaendelea kufanya tathmini hadi siku ya kupiga kura na baada ya uchaguzi, ambapo wataweza namna uchaguzi umefanyika na jinsi gani watanzania wameshiriki kwenye uchaguzi, na nchi nyingi za SADC zinaangalia kanuni na miongozo iliyowekwa inaashiria kuna amani hata kuelekea zoezi lenyewe la uchaguzi. Mbali na kuangalia masuala hayo, eneo lingine walilolitolea macho ni mazingira ya utulivu na amani kwa sasa. "And you are given 20 security guards", ukienda kwenye nchi nyingine unapewa zaidi ya walinzi ishirini, ujue hamna amani. Lakini Tanzania nimefika, sijapewa mlinzi yoyote na sijafanyiwa kitu kibaya inaashiria kuna amani hata kuelekea zoezi lenyewe la uchaguzi. Tume hii ni sehemu ya juhudi za SADC kulinda amani, demokrasia na utawala bora katika nchi wanachama, ambapo mwaka elfu mbili na ishirini na moja kanuni na miongozo ya SADC inayohusu uchaguzi wa demokrasia ilifanyiwa marekebisho. Tunawahusisha waangalizi wa kimataifa ili kuja kuona kupevuka kwa demokrasia yetu, lakini vile vile wao kutuasesi sisi kutu, kuangalia uchaguzi wetu upevu wetu, mambo yepi ambayo kwa mujibu wa wanachama wetu ndani ya SADC tunayazingatia katika kuendesha chaguzi za kidemokrasia. Kazi zao ni kuja kuangalia, sio kutoa maamuzi, is to observe To, to. Hali kadhalika tume ya waangalizi ya uchaguzi ya SADC itatoa ripoti ya awali ya uchaguzi Oktoba 31 mwaka huu na baadaye wataendelea kukusanya taarifa zaidi na kutoa ripoti kamili. Rebeka Pembela, Azam News, Dar es Salaam.